Wananchi wenzangu, asalamu aleikum. Mimi naitwa Dr. Haji Hussein Mpapai, ni mwanachama Chama cha Mapinduzi, mwenye kadi ya kisasa. Kwa hiyo wakati nacheza mziki, watu walisema huyu vipi au anachomekea. Mheshimiwa mwenyekiti wa wilaya ni mwanachama wa Yanga na CCM. Mimi niwaombee kura viongozi wangu kwa kidogo dakika mbili, wananchi wenzangu wa Chikongo, kupitia wilaya yetu hii ya Tandahimba, nimwombee kura mama Samia Suluhu Hassan. Mimi maisha yangu yalikuwa magumu sana ndugu zangu, nikianza kuhadisia naweza nikalia. Mimi Haji Mpapai, mzaliwa wa Morogoro, mkoa wa Morogoro, wilaya ya Malinyi na mheshimiwa mbunge anayegombea kwa mara pili katika wilango ya Kilombero mji wa Ifakala. Huyu Mheshimiwa Katani ndio rafiki yake mkubwa. Mimi nilitoka kwenye ziki baada ya mama Samia kuchukua mamlaka kuwa kiongozi wa nchi hii, Rais wetu. Yako mambo siwezi kuyasema hapa, lakini siku nikikutana na rais mwenyewe Ntamwambia shida ulionitoa katika maisha yanu. Ndani mimi namuona na namsikiliza kwenye TV na kwenye vyombo vya habari. Nataka niwaambie kama ingekuwa inawezekana tubadilishe watu, Katani aende Kilombero, yote ni kuchukua chote. Watani zangu mimi, Mpogolo ndio babu wa makonde yote duniani. Ni kijana wenu mzuri anapambana alisema mheshimiwa mwenezi na nafikiri wa vijana komredi wangu amesema maneno mazito sana na wengine waliopita pia wamesema maneno makubwa. Kwa hiyo niwaombe kula Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan kwa nafasi yake ya urais arudi atusaidie tena zaidi, na naamini yako makubwa atafanya zaidi na huyu Mheshimiwa Katani Jamani, mimi nisemi umbea, mi nawambia viongozi wangu wa wilaya na mkoa, jimbo hili la, la, la, la Tandahimba ni kubwa sana. Ikibidi mheshimiwa pambana, upate majimbo haya ya umawili, jimbo hili kubwa mno. Kuna wakati wengine mzee wanakuonea kukusema, hiyo ndo ukweli, lakini unapambana, unafanya mambo makubwa, mi nayaona, mishatembea mkoa mzima. Nimetesha tembea na sisi tunakuwa nje ndio tunaona, tunajua. Kwa hiyo naamini mheshimiwa Katani atafanya makubwa zaidi mkimpa kura 2025 kwenda 2030. Mheshimiwa diwani wetu tia pia kijana wetu hapa jamani, mzee kama mimi kweli anaweza kupambana kweli, lakini diwani bado chekechea, atamsaidia mheshimiwa mbunge.